Yes, of course moja ya stori kubwa ambayo inaendelea kutrendi zaidi kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ni kuhusiana na kifo cha mkongwe wa filamu wa Bollywood Dharmendra, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89 mnamo tarehe 24 Novemba mwaka 2025. Kabla ya kuthibitishwa kulikuwa na uvumi na taarifa za uongo kuhusiana na kifo chake, na hii ilikuwa ni mnamo tarehe 11 Novemba mwaka 2025, ambapo uvumi huo ulikanushwa dhahiri na familia yake. Hata hivyo, taarifa za hivi karibuni zimethibitishwa kuwa Dharmendra amefariki dunia. Dharmendar anajulikana kama Hemen wa Bollywood. Alikuwa ni mmoja wa waigizaji maarufu zaidi katika historia ya filamu ya India. Alishiriki kama filamu nyingi za kihistoria kama Sholay ya mwaka 1975, lakini Fun Aur Pathar ya mwaka 1966 na Chupki Chupki ya mwaka 1975. Zaidi ya kuwa mwigizaji Dharmenda pia alihusiana sana na siasa na alikuwa ni mbunge wa Lok Sabha kwa muda mrefu zaidi. Alipata heshima kubwa kwa mchango wake katika filamu na utamaduni wa India. Kifo cha Dharmenda kinachukuliwa kama mwisho wa enzi katika Bollywood. Alikuwa kiungo kati ya sinema ya zamani ya India na kizazi kipya cha waigizaji. Mungu ailaze roho ya marehemu Dharmendar. Yapo mengi ya kujifunza kwa kile ambacho alichotuachia katika ulimwengu wa filamu duniani. Of course, mi naitwa nasri HDP, unaweza kunifollow kupitia Instagram na Facebook, lakini pia usite kudondosha komenti yako hapo chini, ili uwe kwanza kupata kile ambacho unachostahili kupata. And as you know mi na sign out, tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama huu.